Ni taarifa ya huzuni ambapo leo tumepokea taarifa ya kiongozi wa kanisa la Katoliki duniani, Papa Francis amefariki dunia leo tarehe 21 mwezi wa 4 mwaka 2025, kwenye Jumatatu ya Pasaka akiwa na umri wa miaka 88, ambapo Vatican imethibitisha na kusema Papa Francis amefia kwenye makazi yake Vatican na taarifa zaidi kuhusu kifo chake zitatolewa hivi karibuni. Nikukumbushe kidogo historia ya Papa ambaye alizaliwa mwaka 1936. Hivi karibuni amepitia changamoto kubwa ya upumuaji hadi kuhitaji mashine ya kusaidia kupumua, na amekuwa akikabiliwa sana na matatizo ya kiafya ikiwemo maambukizi ya mapafu hadi kupelekea kulazwa kwa wiki kadhaa kabla ya baadaye afya yake kuimarika. Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina lake limidiwe. Pumzika kwa amani, Papa Francis. Docho TV tunawapa pole waumini wote wa kanisa la Katoliki duniani.